Wengi wana taarifa ya UN tupafanye kama point tu ya kukutanikia watu, lakini mimi wazo langu kubwa, watu tuwe wengi. Tukiwa watu wengi, tunafanikisha mambo mengi karibu. Twa asante. Uh, nimepata fursa ya kusikiliza, lakini mi nitachangia leo kwa kifupi sana, kwa sababu tuna mambo mengi sana ya kufanya kwanza niwapongeze uh, kwa consistence watu wote ambao wanafanya hizi harakati lakini la kwanza ambayo mnapaswa kujua sisi chadema tuliandamana mwaka elfu mbili na ishirini haya maandamano ya sasa sio ya chadema elfu mbili na ishirini na nne sisi tuliandamana kabla hujaendelea kabla hujaendelea nataka Na tu nitengeneze ni, ni, kuna mtu anachangia hapa sama heshimu waandamanaji sasa Labda nimpandishe nimpandishe aseme waheshimiwe vipi, unajua, ili maneno maneno yasiwe yanakuwepo. Wewe uliosema sama heshimu waandamanaji, upande, kwa sababu sioni kama nimewavunjia heshima waandamanaji <laughs> eh? kwa sababu hao wanaweza kawa ni huyu UVCCM. Nikwambie ni jambo moja tu, yani kuna msemo aliwahi kusema Albert Einstein, ukiwa na safari ukitaka kufika safari yako mapema usimtupie mawe kila mbu anaye kubwekea we, na mara kumi ungeendelea tu. Tuna kundi la watu wengi hawa uwezi kuwa kontrol wote, okay. kila basi basi endelea like, endelea tu, ngoja nifanye vitu vyangu, endelea tu asante, okay. Uh, ni kwa nawakumbusha tu sisi mwaka 2024 tuliandamana tukapeleka madai yetu UN, madai yote ambayo tunayadai kwa sasa. 2024 sisi kama chama tulikuwa tuna maandamano yetu, lakini tuliungwa mkono na wananchi wengi pia. Tulifika ofisi za UN pale karibia na Mlimani City tuka madai yote ambayo yanadaiwa hivi sasa tulishayawasilisha UN kwa bahasha kabisa kubwa, madai yote ya kutaka tume huru ya uchaguzi katiba mpya. Kwa hiyo UN wanayo hayo madai na si, kwa kumbukumbu zangu sidhani kama walishawahi kuyajibu. Kwa hiyo kwa kuwa wanatuunga wanaunga mkono na wanakemea kile ule ugaidi ambao umetokea Tanzania uliofanywa na serikali inatosha lakini sisi kama nchi nabidi tu focus ya kipi ambacho kinaweza ikatupatia Tanzania ambayo tunaitaka. Kitu pekee ambacho kinaweza kikatupatia Tanzania tunayoitaka ni kufika bungeni, kufika Ikulu. Basi hakuna, sidhani kama kuna jambo lingine ambayo tunatakiwa kufanya. Kwa hiyo kwa hiyo, kwa hiyo, kwa nakubaliana na mawazo hayo. Wazo la kwenda UN ilikuwa ni zuri, lakini eh, nakubaliana na wazo tunge focus kwa, kwa, kwa mkoa wa Dar es Salaam. Uh, tunaweza tukafocus sehemu ya kutania ni wapi? kwa sababu Dar es Salaam inajulikana, barabara za kuingia mjini Dar es Salaam ni chache sana. Kwa hiyo kwanza tunahitaji uh, nguvu ya pamoja, lakini pia uh, ukisha andamana Kimara, ukisha andamana uh, Vingunguti, lakini pia ukiandamana kuelekea mjini automatic haina sababu yoyote ya kufika bandarini, bandarini utaibrok kwa, kwa sababu kama wafanyabiashara hawafungui maduka Kariakoo Kimara, magari makubwa ya kuchukua mizigo yaingie mjini, bandarini hayana sababu ya kwenda, kwa sababu automatic bandari haiwezi kufanya kazi tarehe ishirini tarehe tisa. Automatic watu hawawezi kuja nchini, kwa sababu mataifa mbalimbali yameshatoa yamesha tua, yamesha tua barua na kutoa onyo watu wake wasisafiri. Kwa hiyo automatic airport kutakuwa hakuna watu ambao wanasafiri kuingia nchini na kuondoka nchini, kwa sababu nchi mbalimbali zimeshakataza watu wake tarehe tisa wasisafiri, kwa hiyo automatic itakuwa haina watu. Kwa hiyo uh, tukifocus, tukajua nini tunafanya, tunaweza tukaisaidia nchi yetu bila kugawa nguvu, kwa sababu tunahitaji nguvu ya pamoja. Tutapokutana wote kwa pamoja, kukutanisha makundi yote yaliyotoka Mbagala, yaliyotoka Kimala, yametoka Tegeta, wote wakiingia mjini, basi shughuli yetu kwa mkoa wa Dar es Salaam itakuwa itakuwa, itakuwa, itakuwa nyepesi. Kwa mikoa mingine pia watafanya hivyo hivyo, wakishaingia mjini watu wa kutosha, hakuna shughuli yoyote ambayo itaendelea. Kwa hiyo hatuwezi tukaenda kila sehemu, kwa sababu automatic ukishajaza watu akishaingia mjini wa kutosha, barabara za Dar es Salaam, ukishajaza watu Kariakoo, ukafunga ile kamata, ukafunga hapa chini uh, kama unaelekea bandari, ukifunga ukifunga hapa faya, ukafunga huku salenda, uh, mji haufanyi kazi. Sasa haina sababu ya kufika kila sehemu. Sisi fokasi yetu kama ni kwenda Ikulu kumalizana kuikomboa kui, nchi yetu, tufike kwa sababu maandamano yetu ni amani, hatutapiga mtu hatutaumiza mtu, cha msingi ujumbe wetu ufike, kile ambacho tunakidai, mataifa yote, vyombo vya habari siku hiyo vichukue kila kitu, kitakuwa kiko sawa. Lakini wakumbushe waandamanaji, msisahau simu zenu kuzijaza chaji. Kila tukio kama mao tumefanya tarehe ishirini na tisa, kila tukio litakayotokea rekodi na simu yako, rusha kwenye mtandao wa kijamii kama kuna internet. Kama kuna internet, hakikisha unahifadhi vizuri kabisa. Hatutaacha tukio la aina yoyote ile na niwakumbushe tu ndugu zangu wa jeshi la polisi, maandamano hayo ni ya amani sana. Tunaandamana kwa sababu ya nchi yetu, tunaandamana kwa sababu ya familia zenu. Nyiye jeshi la polisi hamna maisha, wake zenu na watoto wenu tunaishi nao. Vikoba nyi mnakopa kausha damu, ndugu zangu polisi, mnakopa vikoba, mna madeni, mshahara wenu hautoboi mwezi, lakini sasa hivi mnakaa kuua ndugu zetu kutumia risasi kwa sababu ya kuwapigania watu waliopo madarakani. Mbunge fikiria, mbunge mbunge analipwa milioni kumi na nane, wewe polisi unalipwa laki tano kwa mwezi unapigaje? Una, una wananchi wanaopigania maisha yako. Siku ya tarehe tisa, acheni wa Tanzania waandamane kwa amani, wafikishe ujumbe wao kwenye taifa lao la Tanzania. Baada ya hapo, tutapata nchi ambayo wewe polisi, mtoto wako atasoma shule nzuri pamoja na mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haiwezekani mtoto wa polisi akasoma sante kayumba, ukakaa kwenye nyumba mbaya kota za polisi, lakini mbunge akapanga kwenye apartment, akajenga nyumba nzuri akaendesha V8 ukamlinda kwa gharama hiyo, haiwezekani. Acheni Watanzania siku ya tarehe tisa wanaipambania nchi yao, wanapambana zidi ya kulinda rasilimali na kuwapigania mwhemu na mishahara mizuri. Nyewe watendaji wa kata, nyewe walimu siku hiyo ni siku ya kwenu pia. Nyewe walimu, hamna maisha, mshahara wenu sasa hivi mmepigwa kikokotoo. Unafanya kazi miaka zaidi ya ishirini, miaka ya thelathini, haupewi kinua mgongo chako cha kutosha, lakini mbunge anafanya kazi bungeni miaka mitano anapewa kinua mgongo zaidi ya milioni mia mbili na themanini hivi sasa. We unafanya kazi miaka arobaini unapewa si kinua mgongo chako sahizi, kikokotoo milioni kumi na tano kesh milioni ishirini, bado unaendelea kuilinda serikali. Toeni elimu kwa wanafunzi mnaowafundisha kwamba siku ya tarehe tisa, kila mtu ana wajibu wa kwenda barabarani kuikomboa nchi yake ya Tanzania. Hatutachoma kituo cha mafuta, hatutachoma sheli, hatutachoma shule, hatutafanya uharibifu wowote. Siku ya tarehe tisa tunaandamana kwa amani kuikomboa nchi yetu ya Tanzania. Kila mtu mwenye akili timamu anapaswa kuandamana barabarani. Wewe Mtanzania unayonisikiliza, nisikilize kwa makini sana, leo hii ukiumwa gharama ya matibabu yako ikahitajika shilingi milioni moja. Leo hii ni wangapi mnapona? Leo hii ukiumwa kansa, uko Manyara, uko Mbeya, uko Arusha, unatakiwa usafiri mpaka Dar es Salaam, Ocean Road Dar es Salaam. Ukifika hospitalini, utakaa utalala kibarazani, hauna pesa ya kulala hoteli muda wote, hauna pesa ya kukizi mahitaji. Mionzi, mionzi mtu anapiga Mionzi Ocean Road Dar es Salaam zaidi ya laki tatu, nani anamudu? Akiumwa kansa mzazi wako, wamempoteza. Lazima tuandamane kulinda rasilimali za taifa, ambazo kila mwaka ripoti ya CAG nasoma, mabilioni ya fedha yanaliwa, yangeweza kuokoa hali ya maisha na hali ya kiafya ya Watanzania. Tarehe tisa twende tukaiandike Tanzania tunayotaka. Ewe kijana, umesoma, mzazi wako wameuza ng'ombe, kuku mchele mpunga mahindi, leo hii uko nyumbani, baba yako aliuza ng'ombe akusomeshe. Leo hii akikuangalia, nahisi kama kuna ng'ombe nyingine nzuri hapo nyumbani, au msaidii chochote baba yako. Baba yako akiumwa, alitumia gharama nyingi sana kusomesha, awezi kumsaidia chochote kwa sababu serikali aja kupatia ajira serikali ya Tanzania. Toka tarehe tisa, nenda kaiandike historia ya taifa lako. Tuna rasilimali nyingi za kutosha. Kwa sasa tunahitaji viongozi ambao watalinda rasilimali zetu za taifa. Tupo tayari sana tupo tayari sana tupo tayari sana kwa ajili ya nchi yetu. Fikiria ni mashujaa wangapi mmeshuhudia wakifunikwa bendera za taifa wakifa, lakini sasa hivi tumeshuhudia watanzania ambao walikuwa wanadharaulika. Wapo waliopigwa risasi tarehe ishirini na tisa kwa heshima ya taifa wakafunikwa wakafunikwa bendera ya taifa kama mashujaa. Tumezoea kuiona bendera ya taifa anafunikwa Mheshimiwa Rais akifa au mbunge au mwanajeshi, lakini kwa sasa Watanzania wa kawaida walibeba hiyo heshima ya kuipigania taifa lako. Usikae nyumbani kwako tarehe tisa, nenda kaiandika historia ya pili ya taifa letu la Tanzania. Na Mungu iko pamoja na sisi, nguvu yetu, tutashinda kuikomboa Tanzania. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana karibu. Okay, karibu nani maisha. Asante, asante sana. Mimi nitazungumza maneno machache. Kitu cha kwanza niseme tu, umoja wetu ndio ushindi wetu. Kwanzia sasa hivi, tusiruhusu aina yoyote ya kutuingilia au ya kutuvuruga, tushikamane kwa sababu ushindi wetu ni ushindi wa watu ambao utafuta machozi ya watu wengi. Tarehe tisa Desemba ni tarehe ambayo ya kukumbuka ya uhuru, ya haki, ya kutafuta Tanzania ya kweli, ambao kila Mtanzania ataishi maisha ambayo tuliyatamani, kila mzazi, kila mtoto. Na tutafuta machozi ya watu wengi ambao walipotea, watu wengi ambao wamepata matatizo, na tutaleta Tanzania mpya. Ewe Mtanzania unayenisikiliza, na kijana wa kitanzania unayenisikiliza, nafasi ni ya kwetu sisi wote, tusigawanyishwe na aina yoyote, kuanzia sekunde hii tunayozungumza, propaganda zozote, au watu wote wanaofungua kuhakikisha kwamba tunakuwa na ugomvi, wana kitu chochote, tusiape mbele kipaumbele, hayo mambo ya kijinga kijinga, tumalize tofauti zetu, tusonge mbele. Jambo lilo, lilo kuu mbele yetu ni tarehe tisa Desemba kuweza kuwatoa hawa wakoloni weusi wauaji wa, wa na wanyonyaji. Tutoke kwa umoja wetu, tutoke kwa kila kitu, tujiandae. Na kabla hujatoka, hakikisha unapitia video za wenzetu ambao wameuawa, ili ziweze kukupa uchungu, ziweze kukupa hasira, ziweze kukupa tumaini, ziweze kukupa Uh, ujasiri wa hali ya juu kuweza kuhakikisha kwamba tunatoka kwa wingi kwa, kwa mamia yetu kwa maelfu, kwa mamoja, kwa watu wote bila kujali itikadi zetu. Tanzania itakombolewa na nguvu za Watanzania wote. Tanzania yetu ni ya kwetu na sote lazima tuipiganie. Mungu ibariki Tanzania, Mungu atubariki wote, tubariki wote tuweze kutoka na tuweze kuwa na afya njema. Hatuwezi kurudi majumbani kwetu mpaka pale siku ambayo ukombozi umepatikana. Usisahau vifaa muhimu, usisahau power bank, usisahau simu yako kuchaji vizuri, usisahau kuwa na VPN, usisahau kuwa na kila kitu ambacho ni cha muhimu, kama ni chakula, kama ni kitu chochote, beba. Unaweza ukagawia na watu wengine ambao utawakuta kwenye maandamano, kwa sababu tutakuwa tutakuwa familia, tunasaidiana. Jamani, nguvu yetu, Mungu yuko pamoja na sisi. Hakuna haki ambayo imewahi kushindwa, kwa sababu sisi tuko upande wa haki. Naamini haki ndiyo itatushindia na sisi, kwa umoja wetu, kwa mshikamano wetu, tutashinda uoga. Hatuuziwi tena uoga wala hatununui uoga. Uoga ni umaskini, uoga ni kifo, uoga ni dhambi. Mbele kwa mbele, twende tukaikomboe Tanzania yetu. Mimi naomba nizungumze hayo machache, niseme kwanzia sasa hivi live zote zinazofunguliwa ni uhamasishaji tu, tusiuziane uzi uoga. Asante, naomba niwachie watu wengine waweze kuzungumza. Ana siasa, umeongea kwa kweli, umeongea maneno mazuri sana ya kuwahamasisha watu, ni maneno mazuri kwelikweli ya kuhamasisha watu. Jamani, tumefikia daka ya mwisho. Sana migogoro lazima iwe mingi, kutishwa kumekuwa kwingi, kama nilivyosema mwanzo kwamba sasa hivi wamewekeza sana kwenye vitisho kwa sababu wame, wanaogopa mataifa ya nje yamevyoingilia kwao. Wamewekeza sana kwenye kutisha ili kupunguza idadi ya watokaji. Nye jaribu ni kuchunguza. Saizi yale matamko matamko ya wakuu wa wilaya, sijui nani hayapo. Wakina mlilo wale tukakata miguu, hamna saizi. Saizi ni kwenye kutisha tu, wanajiandikia tu mabarua ya ovyo ovyo, sijui maandamano sio halali. Hivo basi umebaki kuandika andika hivyo tu, lakini hamna anayelenga kabisa kwamba ukitoka ntakupiga. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Tutamkaribisha wakili msomi hapo atuelezee kidogo. Dada Maria, tuna wakili pia hapa sisi, naye wakili yetu bwana Justice e, labda naye anaweza akaingia kwenye mjadala kuhusu ile swala la, la ikulu. Mi naona limeisha, sijui kama tena, dada Maria, kuna zaidi? Labda kabla hatujamkabidhi Justice, ili swala la ruti mi naona kama vile tulimalize, tuhamasishe tu namna ya utokaji, au sijui unasemaje dada Maria? Uko sahihi kabisa, uko sahihi kabisa. Sama, tuendelee. Mi nimefurahi, yani ndo uhamasishaji huu, na tusitishwe, tusigombane. Hiyo hizo za route, labda kama huyu huyu wakili na wengine kama watakuwa nayo, ni vizuri isiwe tena sijui kwamba lazima iwe hivi no. Ni, ni kupendekeza tu kwamba, jamani, watu wa maeneo fulani fulani tukutane hapa au tuelekee hivi, hiyo ndo inakuwa nzuri, lakini otherwise nadhani imeeleweka. Naona tuko kwenye same page. Ikulu muhimu kufika kila timu iangalie kwamba sisi maeneo fulani tukitoka, labda ni vizuri tukutanie sehemu fulani hivyo, lakini hata sio lazima tuiseme hapa, watu wanaweza wakaongea kwenye maeneo yao, kuna njia ya kuwasiliana pia kwa njia